Ni waalimu, kuweni mfano mzuri kwa hawa babiti zetu, kwa sababu hawa ni mama wa kesho wataikuja kuijenga jamii e, waonyesheni yale yanayofaa na mjaribu kuwa kama wazazi mbele yao, na ili nao watapotoka katika markazi hii, kesho wao ni wazazi wazuri ambao watakuja kuwalea watoto wao na wajukuu zao katika kheri insha Allah. Kwa mama yetu na msimamizi wa Markaz Umul Khair, yatakiwa kuzidisha juhudi na hasa kutotazama mchoko, kwa sababu malipo Mwenyezi Mungu analipa kadiri ya mchoko. Alimwambia mama yetu Aisha, thawabuki ala kadri na sabiki, utaandikiwa thawabu kadiri ya mchoko. Kwa hivyo kadiri unavyochoka ndivyo malipo. Kwa hivyo ukitazama mchoko utapunguza na hivyo utakoma na hautoendelea. Hapa ulipofika sio mwisho, lakini ndio mwanzo, na inabidi tutazame kwamba jukumu liko mbele yetu katika umma wa Kiislamu ni zaidi ya tunavyofikiria, ni zaidi ya tunavyofikiria. Hapa tuko ni waislamu watupu, alhamdulillah, lakini kuna siku mimi nilijiuliza na hili jambo, nende mnalifikiria laiti ikitoka mnada leo serikalini wakatuambia Waislamu, mnatakiwa kuisomesha dini yenu kwenye ecole publique zote za Burundi, na serikali italipa malipo, wallahi hicho kisomo hakitosomeshwa, hicho kisomo hakitosomeshwa kwa kukosekana waalimu. Ndo maana jikazeni, fanyeni kazi tupate waalimu katika jamii yetu. Kazi ya kusomesha ni kazi yangu zaidi ya miaka ishirini na nane, lakini nataka kukuhakishieni kama hatukujikaza ili tuzalishe tupate waalimu wa kutosha, dawa ya Uislamu ndani ya nchi yetu haitukuwa na nguvu. Ndio maana tujikaze kwa hilo. Mwenyezi Mungu wa subhanahu wa Ta'ala akulipeni kila la kheri, nyote ambao mmejitolea na hasa muasasatu binaa ni mwasasa mashallah, unajitolea kwenye mengi na wazidi kuendeleza mchango wao na msaada wao kwenye hii kazi ya kufundisha, kwa sababu ndio kuongoza umma na ku, ku, kuamsha umma na kuuendeleza. Sintozidisha mengi kwa sababu muda umerepa. Namwomba Allah, subhanahu wa ta'ala, ajalie yote yaliyotendwa ayaweke kwenye mizani ya mema ya wale walioyatenda siku ya Kiyama.